Nampongeza sana Harmonize, sijui anatoka jimbo gani? Anatoka jimbo gani huyu? Tandahimba, mbunge wa kule ni nani? Ah, ningetamani kweli Harmonize aende akagombee kule akawe mbunge wa Tandahimba. Ndugu zangu, asanteni sana, Mungu awabariki sana. Makofi mengi kwa mheshimiwa rais wa, wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dokta John Pombe Magufuli. Naomba tumshangilie wana Ruangwa, oye! Magufuli, oye! Tanzania, oye! Kupitia ukurasa wake wa Instagram msanii Harmonize ameweza kushare baadhi ya video ambazo zilikwisha kupita mwaka 2019 ikumbuke, kwamba kulikuwa kuna test kipindi kile kwamba masuala mataka kuchukua jimbo mara vipi, na kipindi kile alikuwa rais e, ni daktari e, Pombe Magufuli ambaye kwa sasa hivi e, amekwisha tangulia mbele za haki. Sasa Harmonize pia ameweza kuturudisha nyuma kidogo hadi Oktoba, ilikuwa ni Oktoba 15 mwaka 2019 wakati alikuwa rais wa Tanzania kipindi hicho alikuwa ni John Magufuli ambapo pia alikuwa akifanya mkutano wa hadhara mjini Ruangwa mkoani Lindi, ambapo Harmonize pia aliweza kutumbuiza kwenye mkutano huo. Pale watu walipiga kelele sana, Magufuli mwenyewe aliweza kufurahi kwa kile kitu ambacho pia kiliweza kutokea katika eneo lile, ambapo e, Harmonize aliweza kufanya show hiyo. Sasa hayati Magufuli alisema kwamba akiwamwambia Harmonize, nampongeza sana Harmonize, sijui anatoka jimbo gani, aliuliza swali E, watu wakajibu kwamba anatoka jimbo gani huyu. I mean kwamba e, swali lilivyoendelea, Tandahimba, mbunge wa kule ni nani? Alihoji na kueleza kwamba ah, ningetamani kweli Harmonize akagombea kule akawe mbunge wa Tandahimba. Hiyo ndo kauli ambayo alikwisha kuongea mheshimiwa e, John Pombe Magufuli kwamba alitamani sana kwamba kwanza aliuliza e, mbunge wa kule Tandahimba ni nani ndo watu akasema kwamba kwa upande wake kwamba akitamani sana bwana Harmonize akaweza kugombea katika jimbo hilo la Tandahimba. Sasa Harmonize leo Juni 2022 mwaka 2025 20, siku ya leo Jumapili, ameweka video hiyo kwenye Insta story yake na kuweza kuandika maneno eh, kwenye picha hile maneno tofauti tofauti kuhusikana na eh, Pombe Magufuli na mkoti hapa, Now I'm ready Tandahimba MP wa maslahi mapana ya Tandahimba. RIP Dr. John Pombe Magufuli, rais wa awamu ya tano. Hakika moyo wako utakuwa na faraja sana. Rais Samia Suluhu Hassan ametekeleza miradi yenu yote na mingine mingi ndani ya muda mchache. Kama taifa tumekubaliana Oktoba, eh, tunatiki chama changu cha mapinduzi CCM. eh, kikinipa ridhaa, nipo tayari kuikamilisha hii ndoto yako sasa, Harmonize bwana ameamua kurudi. sasa kusema kwamba ile kauli ambayo Magufuli alishaongea kwamba mshikaji anafaa kuwa mbunge wa ile eneo la Tandahimba basi Mungu akipenda e, msimu huu mwaka 2025 2030, e, ataweza kufanya hivyo ili aweze kuongeza juhudi ambazo zinaendelea kufanyika katika e, jimbo lake la huko, e, Tandahimba. so, tutegemee Harmonize. kweli, ataweza kuingia kwenye masuala mazima ya uongozi na mambo gani ambayo yataweza kufanyika? Au kama wewe kama shabiki yake unatamani mshikaji aweze kuingia kwenye siasa mazima, au waendelee tu na kufanya muziki? Kwa sababu akishaingia serikalini, kuna baadhi ya vitu kidogo lazima kwenye muziki vitaweza kupungua, hata kama hataweza kuacha kabisa, lakini lazima vitapungua. Tunaona kama e, mwana FA pia, toka ijiunge na masuala mazima ya siasa kidogo kwenye muziki yamekuwa akidonoadonoa sana sana, kwa sababu muda mwingi lazima uwe bize na shughuli za kiserikali yako. Drop comment yako hapo, utakometisha kinomanoma.